Asante. Sijui leo. Uh, karibu kwenye kiti. Asante. Karibu kwenye kiti au leo utaona, leo utasimama, utasimama leo, hamna neno. Shazo ya kusimama. Leo umeamua kusimama. Naam, Mwenyekiti. Kwa nini hutumii kiti? Kwa sababu na sababu maalum. Uh, kusimama naomba kusimamnaomba na, na, na, na, washa maiki au nakubadilishia, kama juzi, kama uh, mnaweza sawa. Lakini leo sawa, leo ni sawa sawa. Kwa hiyo leo umetumia maiki hiyo hiyo, tunakushukuru. Sasa nilikuwa nakuuliza, na sababu yoyote ambayo inakufanya usiku sikae kwenye kiti chochote? Niko comfortable kuongea nikiwa <fewo> nimesimama. <fewo> Kuna tatizo lolote la kiafya, kama itakupendeza